Kwa nini Mungu hajaangamiza shetani? Mungu ni mtakatifu, mwenye haki na anayechukia uovu. Lakini kwa nini shetani bado yuko hai? Kwa nini anamruhusu adui yake mkuu kuendelea kuishi na kusababisha mateso duniani? Bwana ana uweza wote na angeweza kumfanya atoweke kwa neno moja tu. Lakini hakufanya hivyo. Alimruhusu aendelee kuishi. Kwa nini? Tutazungumzia swali hilo leo. Jibu si rahisi, lakini linapatikana waziwazi katika Biblia. Leo utajifunza kwa nini Mungu hajamwangamiza shetani au malaika walioanguka, na utapata ufahamu wa kina kuhusu mpango wa milele wa Mungu. Kama unaamini kwa Bwana, acha maoni hapa chini na usisahau kujisajili kwenye kituo chetu kwa ajili ya mafundisho zaidi yenye nguvu. Kabla ya kuwa adui wa Mungu, shetani alikuwa malaika, lakini si malaika wa kawaida. Mungu alitaka kufanya jambo la kipekee, na kwa hekima na upendo wake usio na kipimo alimuumba Lucifer, nyota ya asubuhi. Jina lake linamaanisha mbebaji wa nuru. Alikuwa kerubi, miongoni mwa viumbe wa mbinguni waliokuwa karibu zaidi na uwepo wa Mungu. Lucifer hakuwa tu mzuri, alikuwa kiongozi ambaye malaika wengine wote walimfuata. Alipambwa kwa mawe ya dhamani akijaa hekima na utukufu. Mungu hakuumba uovu, bali ukamilifu. Lucifer aliumbwa ili kuonyesha utukufu wa Mungu. Lakini jambo fulani lilitokea ndani yake. Wazo moja lilianza kuchipuka moyoni mwake ekiburi. Akiwa amepofushwa na uzuri wake mwenyewe, Lucifer aliruhusu kiburi hiki kumeza moyo wake. Kile kilichokuwa kipaji kikubwa kwake kikawa chanzo cha anguko lake. Uzuri uliosifiwa na wote ukawa sababu ya uharibifu wake, na tamaa yake ya utukufu ikamla polepole pole. Tamaa hii ilibadilisha kila kitu. Mahali ambapo kulikuwa na nuru, giza likaanza kuenea taratibu. Haikutosha tena kwa Lusifa kumwabudu na kumtumikia Mungu. Tamaa ya kutukuzwa ikazaliwa ndani yake. Alitamani yeye mwenyewe kuabudiwa. Alitaka kujinua hadi kwenye cheo cha Mungu au hata zaidi. Akasema, nitapaa mbinguni, nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu, nitakuwa kama aliye juu sana. Isaya mlango wa kumi na nne mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nne. Lusifa hakuwa tena mtumishi, alianza kutamani ibada. Hakutaka tena kuakisi utukufu wa Mungu, alitamani wake mwenyewe. Hapo ndipo usawa ulipovunjika. Lucifer aliacha kuwa mtumishi na akawa muasi. Na hakufanya hivyo peke yake, aliwashawishi theluthi moja ya malaika wajiunge naye. Viumbe walioumbwa kwa ajili ya ibada sasa wakaasi dhidi ya Muumba wao. Hivyo ndipo uasi ulipoanza. Huu haukuwa vita vya mfano, ulikuwa wa kweli, vita vya kiroho vya mwisho. Lakini usikose kuelewa, huu haukuwa vita kati ya wenye nguvu sawa. Kuna dhana potofu inayorudiwa mara nyingi kwamba Mungu na Shetani wanapigana kama nguvu mbili sawa, nuru dhidi ya giza, mbingu dhidi ya kuzimu. Lakini Biblia inafundisha waziwazi kwamba Mungu hana mpinzani wa kiwango chake. Hakuna kiumbe duniani au mbinguni kinachoweza kulinganishwa na Muumba. Mungu hapigani kuona kama atashinda. Tayari ameshinda. Wazo la uwiano wa nguvu kati ya mema na mabaya si la kibiblia, ni upotoshaji uliozaliwa na falsafa, filamu na hadithi za wanadamu, si kutoka ufalme wa Mungu. Shetani si upande wa giza unaolingana na Mungu. Hana nguvu sawa, hana mamlaka sawa wala utukufu sawa. Yeye ni kiumbe aliyeumbwa na hakuna kiumbe kinachoweza kulinganishwa na muumba wake. Lusifa alipomwasi Mungu hakupata kuwa mpinzani anayestahili, bali adui aliyeshindwa tangu alipojitenga na nuru. Vita vya mbinguni na hukumu ya Lusifa ziliandikwa wazi katika kitabu cha Ufunuo. E, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, naye joka akapigana pamoja na malaika zake. Ufunuo mlango wa kumi na mbili mstari wa saba. Shetani hakutokea peke yake, alikuja na jeshi la malaika walioanguka. Lakini aliyesimama imara dhidi yake alikuwa mtetezi wa ufalme Mikaeli, malaika mkuu, shujaa wa uaminifu, kiongozi wa majeshi ya Mungu na mlinzi wa watu watakatifu. Wasi ulipozuka, Mikaeli alisimama kwa upanga wake wa moto ulioinuliwa juu, aliwaita majeshi ya mbinguni kutetea ufalme wa Mungu. Maelfu ya malaika waaminifu wakajipanga nyuma ya kiongozi wao tayari kwa vita kuu kuliko vyote, na matokeo tayari yalikuwa yameandikwa. i Lakini hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Ufunuo mlango wa kumi na mbili mstari wa nane hadi tisa na yule joka mkubwa akatupwa chini, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani adanganyaye ulimwengu wote akatupwa duniani na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Shetani ameshindwa pamoja na malaika wote waliomfuata. Lusifa hakuwa na nafasi ya kushinda dhidi ya Muumba. Mshtaki akatupwa nje na kila malaika aliyesimama upande wake alipoteza nafasi yake mbinguni. Mungu hakupigana. Mungu hakushuka vitani. Ni malaika waaminifu wakiongozwa na Mikaeli waliotekeleza amri ya Mungu. Hii inatufundisha jambo muhimu: Mungu hahitaji hata kusogea ili kumshinda Shetani. Hukumu yao ya kwanza ilikuwa kufukuzwa. Wakatupwa kutoka ufalme wa mbinguni, wakaangukia duniani. Nao malaika walioanguka wakaanguka pamoja naye. Wale waliokuwa wakiangaza katika uwepo wa Mungu sasa wanatembea gizani, wakikusudia kuivuta ubinadamu chini pamoja nao. Lucifer sasa angeitwa Shetani, adui hata hivyo, mara nyingi tunazungumza kuhusu shetani, mapepo na malaika walioanguka kana kwamba wote ni kiumbe mmoja, lakini sivyo. Biblia inatofautisha wazi kati yao, na sisi pia tunapaswa kufanya hivyo. Ni akina nani hasa malaika walioanguka hao? Ni malaika waliowahi kusimama mbele za Mungu, waliumbwa kwa utukufu, waliishi mbinguni na wakaungana katika uasi uliongozwa na Lucifer, na alipoanguka nao, pia wakaanguka pamoja naye. Hawakupoteza asili yao ya kiroho wala akili au uwezo wa kutenda. Walichopoteza ni nafasi yao katika ufalme wa Mungu. Lakini sikiliza, hawakuwa mapepo. Sasa basi, mapepo ni akina nani? Biblia haielezi wazi chanzo chao. Hata hivyo, jambo moja lipo wazi: mapepo ni roho zisizo na miili. Ni viumbe wasafi waliotengwa na mbingu na dunia. Hawana mili, lakini daima hutafuta kuwa ndani ya mwili fulani. Ndiyo maana Yesu aliwafukuza nje ya watu waliokuwa wametwaliwa, kwa sababu mapepo huhitaji kuingia katika mwili ili kufanya kazi. Katika injili ya Luka, wakati Yesu anamkomboa wa mtu aliyekuwa na pepo katika nchi ya Wagerasi, mapepo yaliyokuwa ndani yake yalimsi usitutume Shimoni walimsihi waache waingie katika kundi la nguruwe. Hii inaonyesha hali yao, wanazurura, wanatafuta na kutwaa. Lakini malaika walioanguka hawatafuti miili, wana daraja tofauti kwa sababu waliwahi kuwa sehemu ya mpangilio wa mbinguni. Hata sasa bado wana mpangilio, mamlaka na ushawishi. Hawazururi ovyo, wana utaratibu. Paulo anaweka wazi jambo hili, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza la ulimwengu huu, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, Waefeso mlango wa sita mstari wa kumi na mbili. Hawa falme na mamlaka eni malaika walioanguka na kiongozi wao Shetani bado hajakubali kushindwa kwa enzi yake ya giza. Kuelewa tofauti hii ni muhimu. Wakati mapepo hushambulia watu binafsi, malaika walioanguka huathiri mifumo yote, falme, taasisi, serikali na tamaduni. Lakini hapa ndipo wengi huchanganyikiwa. I kwa nini Mungu aliruhusu hili? Kwa nini hawakuangamizwa mara moja? Badala yake walitupwa duniani Kuanzia wakati huo mbingu haikuwa tena uwanja wa vita. Vita vimehamia hapa duniani. Kuna sababu kadhaa za hili. Kwanza tunapaswa kuelewa jambo muhimu: roho haziwezi kufa kama miili yetu ya kimwili. Yesu mwenyewe alisema wazi, mungu ni roho, Yohana mlango wa nne mstari wa ishirini na nne. Na mungu alipowaumba malaika aliwaumba kuwa viumbe vya kiroho. Hiyo inamaanisha hawana miili kama sisi, kwa hiyo hawakabiliwi na kifo kwa namna tunavyoelewa sisi. Shetani hawezi kuangamizwa kwa namna wanadamu wanavyoweza, hawezi tu kukoma kuwepo. Asili yake ni ya kiroho, na ulimwengu wa kiroho haufuati sheria zile zile za ulimwengu wa kimwili. Hata hivyo, kuna ukweli wa kina zaidi wa kuzingatia. Mungu ni mwenye haki kamilifu na katika haki yake isiyo na dosari hakuna anayeangamizwa kabla ya hukumu. Wakati wao bado haujafika. Hawajahukumiwa bado kwa sababu waliumbwa kuwa viumbe vya milele. Na kwa sababu anazozijua yeye mwenyewe, Mungu ameruhusu waendelee kuwa hai kwa muda fulani hadi siku maalum itakapofika. Ndiyo, hata shetani ataishia kuhukumiwa, si kwa sababu hakuna ushahidi dhidi yake, bali kwa sababu hukumu ni sehemu ya mpangilio wa Mungu. Hukumu siyo adhabu tu, ni tamko la hadharani la ukweli. Inaonyesha haki kamilifu ya Mungu mbele ya ulimwengu wote. Ndiyo maana Ufunuo unaongea kuhusu siku kuu ya hukumu, siku ambayo kila kitu kitafunuliwa. Malaika na wanadamu wote watatoa hesabu za matendo yao. Hakuna atakayesema hakupata nafasi, hakusikilizwa au hakutendewa kwa haki. Siku hiyo bado haijafika, lakini imeandikwa na itakuja hakika. Kwa hiyo, kwa nini Mungu aliruhusu Shetani aendelee kuishi? Kwa sababu Mungu hatendi kama sisi. Sisi tunataka suluhisho la haraka. Tunataka uovu uondoke papo hapo. Lakini Mungu hafanyi kwa kubahatisha, hutenda kwa kusudi. Kila siku inayopita, kila uamuzi tunaofanya, kila vita tunavyopitia, ni sehemu ya mpango mkubwa, mpango ambapo uvumilivu wa Mungu si udhaifu, bali ni ishara ya upendo na haki yake. Kama vile Shetani alivyotupwa nje, ndivyo pia atakavyohukumiwa na hataponyoka. Lakini hukumu hiyo itakuja wakati hakimu mwenyewe atakapochagua. Wakati huu tunaendelea mbele tukijua kwamba haki iko njiani na kwamba Mungu, ingawa anaonekana kuchelewa, kamwe hashindwi. Hapa kuna ukweli muhimu: Mungu hajapoteza udhibiti wa ulimwengu. Amechagua kusubiri hadi siku ya hukumu ya mwisho ili tupate kujifunza uvumilivu, ufahamu na kumwamini kabisa katika haki yake kamilifu, kwa sababu ushindi wake hauonyeshwi kwa maangamizi ya haraka, bali kwa ukombozi kamili. Kumbuka Ayubu. Shetani hakuweza hata kumgusa bila ruhusa kwanza. Na hata alipofanya, Mungu aligeuza kila kitu kumletea utukufu wake. Huo si ushindani sawa tu, huo ni mamlaka kamili. Mungu ni mtawala kabisa. Hiyo inamaanisha hakuna kitu, hakika hakuna kitu kilicho nje ya udhibiti wake. Hata Shetani pamoja na chuki yake yote bado yupo ndani ya mipaka ambayo Mungu ameruhusu. Lakini swali jingine watu wengi huuliza ni hili, ikiwa Mungu alijua Lucifer angeasi dhidi yake, kwa nini alimuumba? Kuna kitu Mungu anakidhamini zaidi ya utii wa kulazimishwa, kitu alichoweka kwa viumbe vyote, hata wale waliopotea mbali naye, uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kuchagua si sababu ya kutenda dhambi, ni alama ya upendo wa Kimungu. Mungu hakuumba mashine, hakutuumba kama vikaragosi wala hakuandaa malaika wake kama roboti wasio na mapenzi yao. Badala yake, Mungu alitaka viumbe wote eh, kila mmoja wawe na nafasi ya kuamua. Ndiyo, hiyo inajumuisha Shetani na malaika waliomfuata, na mimi na wewe pia. Swali kuu ni hili, kwa nini Mungu alitoa uhuru hata kwa wale aliokuwa anajua wataasi? Jibu ni rahisi lakini la kina, kwa sababu bila uhuru hakuna upendo. Upendo hauwezi kulazimishwa, hauwezi kudaiwa au kuamriwa. Upendo kwa asili yake, lazima uchaguliwe kwa hiari. Kama Mungu angewalazimisha tu tumpende, asingekuwa baba, angekuwa mtawala wa kiimla. Ndiyo maana alipowaumba malaika aliwapa mapenzi ya kujitegemea, na alipowaumba wanadamu alifanya vivyo hivyo. Alitamani uhusiano wa kweli, si utii mtupu. Ndio, hiyo ilimaanisha kuwa na hatari, kwamba mtu angeamua kumwacha, kusema hapana kwa muumba wake. Shetani alifanya hivyo na wengi wamefanya hivyo tangu hapo. Hata hivyo, hili halibadilishi mpango wa Mungu. Hakubatilisha zawadi ya kuchagua, kwa sababu hata kama uasi upo, uhuru wa kuchagua unabaki kuwa njia pekee inayopelekea kwenye upendo wa kweli. Jiulize hili imani yako ingekuwa na dhamani gani kama usingeweza kutilia shaka? Utii wako ungekuwa na faida gani kama usingeweza kuchagua kutotii? Na upendo wako kwa Mungu ungekuwa na maana gani kama usingekuwa na chaguo jingine? Mungu hataki wafuasi wanaomtii kwa kulazimishwa. Anatamani watoto wanaompenda kwa hiari, kwa uamuzi wao. Kwa sababu ya hilo anaruhusu uhuru kuwepo, hata kama wakati mwingine unaumiza. Hata wakati Shetani alipoasi, Mungu hakufuta uhuru wa kuchagua aliyoutoa katika ulimwengu wote. Kufanya hivyo kungekanusha asili yake mwenyewe, Mungu anayependa kwa hiari na kuita bila kulazimisha. Hii ndiyo hasa sababu hukumu bado haijafika. Mpaka wakati wa mwisho, Mungu anawapa viumbe nafasi ya kuamua. Anasubiri kwa sababu upendo wa kweli husubiri daima. Upendo wa kweli unaweza kuchanua tu pale ambapo kuna chaguo la kuukataa. Fikiria hili, Mungu anatoa uhuru wa kuchagua kwa viumbe wake, lakini mmoja akitumia vibaya na kuasi, Mungu anamwangamiza papo hapo. Je, hilo lingekuwa haki? Je, lingeendana na tabia yake? Sasa tunakaribia swali nyeti zaidi kuhusu mada hii. Je, Mungu anaweza kuchukua kitu ambacho yeye mwenyewe alitoa nguvu ya kuchagua? Uhuru wa kuchagua si jambo dogo la kiteolojia. Uko katikati ya mpango wa Mungu. Kama Mungu angemwangamiza Shetani mara tu baada ya kuchagua kuasi, kwa vitendo angefuta uhuru aliyoutoa mwenyewe. Ingekuwa kama kusema, uko huru lakini usipofanya ninachotaka utakufa papo hapo. Huo si uhuru wa kweli. Huo ni udanganyifu wa uhuru uliofunikwa kwa udhibiti. Hapa ndipo wengi hujikwao. Wanatarajia Mungu atende kama hakimu wa kibinadamu: adhabu ya haraka, haki ya papo hapo, tatizo limekwisha. Lakini Mungu hafikiri kama sisi. Haki yake si ya papara, utakatifu wake hauitiki kwa hofu. Mungu haadhibu kwa ghafla, anahukumu kwa kusudi. Ndiyo maana hakumwangamiza Shetani wala malaika waliomuasi. Kufanya hivyo kungeondoa uwezekano wa uhuru wa kweli kuwa na maana yoyote. Maana gani ya kutoa uhuru kama kila kosa linaishia katika maangamizi ya papo hapo? Mungu anaheshimu hata maamuzi yanayomkera. Hii haimaanishi kwamba anayakubali. Inamaanisha tu kwamba anabaki mwaminifu kwa mpango wake. Hii ni moja ya siri ngumu zaidi kuelewa. Uhuru Mungu anaotoa unaweza pia kuleta vurugu. Hata hivyo, anaendelea kuutoa kwa sababu upendo wake haukusudii kukudhibiti, unakusudia kukubadilisha. Na mabadiliko ya kweli yanaweza kutokea tu unapomchagua Mungu kwa imani ya moyo, si kwa hofu. Kama Mungu angemwangamiza Shetani mara moja, viumbe wengine wasingejifunza chochote. Ingekuwa ni hofu lakini si uaminifu, utii lakini si upendo. Adhabu ya haraka ingetoa kimya, si utakatifu, utii wa kulazimishwa lakini si ukombozi. Na Mungu hataki mbingu iliyojaa viumbe wanaotii kwa hofu. Anataka ufalme uliojaa watoto waliobadilishwa kwa neema. Basi je, kunaweza kuwa na kusudi lililofichika? Je, Shetani mwenyewe anaweza kuwa chombo cha Mungu? Hili linaweza kuonekana gumu kulikubali, lakini limo katika Biblia. Na ukilitazama kwa macho ya kiroho, jambo la kina linaonekana. Inawezekana kwamba Shetani, licha ya uasi wake, bado anatimiza kusudi fulani ndani ya mpango mkuu wa Mungu. Si kwa sababu Mungu anakubali uovu wake wala kwa sababu anakubaliana naye, bali kwa sababu Mungu ni mkuu kiasi kwamba hata yale adui anayoyakusudia kwa maangamizi, Mungu anayageuza kuwa chombo cha utukufu wake. Na mfano mkuu wa ukweli huu ni Yesu. Tangu mwanzo wa huduma yake Shetani alikuwa pale, si kama rafiki bali kama kikwazo, kama jaribu, kama moto wa kumchunguza. Yesu aliongozwa nyikani na Roho Mtakatifu ili ajaribiwe, na huko kwa siku arobaini Shetani alikabiliana naye uso kwa uso. Alimtolea mkate alipokuwa na njaa, akamtolea sifa, mamlaka, utawala, kila kitu kinachoabudiwa na dunia hii, lakini Yesu hakuyumba alijibu kwa maandiko, hii imeandikwa. Mathayo mlango wa nne mstari wa nne. Alishinda kila jaribu na akasimama imara. Kupitia hilo alionyesha ukweli mmoja wazi: yeye peke yake ndiye anayestahili, kwa sababu ni yule tu aliyeshinda jaribu ndiye anayeweza kubeba dhambi za ulimwengu ili atuokoe. Yesu alipaswa kuishi maisha ambayo sisi hatungeweza, kisha akafa kwa hiari kwa ajili yetu, akibeba dhambi zetu juu yake. Kwa kushinda vishawishi vya Shetani Yesu alijionyesha kuwa mwanakondoo asiye na doa. Vipi kama jaribu jangwani halikuwa kizuizi katika mpango wa Mungu bali sehemu muhimu ya mpango huo? Shetani alifikiri anamdhoofisha Yesu, lakini kwa kweli alikuwa akithibitisha mamlaka yake, akionyesha kwamba njaa, mamlaka, wala utukufu wa dunia haviwezi kumtenga mwana wa Mungu na kusudi lake na baadaye karibu na mwisho wa siku za Yesu, Shetani anaonekana tena. Wakati huu adui alilenga moyo wa Yuda, mwanafunzi ambaye angemusaliti Yesu, yule aliyemuuza Masihi kwa vipande vya fedha. Ekisha Shetani akaingia ndani ya Yuda aitwaye Iskariote, aliyekuwa mmoja wa wale kumi na wawili. Luka mlango wa 22 mstari wa 3. Ilikuwa ni shetani aliyepanda mbegu ya usaliti Alimwelekeza Yuda ampeleke Yesu hadi Kalvari. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili: Yesu angewezaje kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu kama hakuna aliyemsaliti? Kungetokeaje msalaba bila usaliti? Na kungetokeaje ukombozi bila msalaba? Tena tunaona Mungu akigeuza mipango mibaya ya adui kuwa sehemu kamili ya mpango wake wa milele. Sio kwa sababu uovu ni wema bali kwa sababu Mungu anaweza kutumia hata adui wake kutimiza kusudi lake. Mungu alimruhusu Shetani aendelee kuwepo kwa sababu hata kupitia uovu wake, Shetani, kwa kutojua, anatimiza mpango wa Mungu. Hii haimfanyi Shetani kuwa mtumishi mwaminifu, inathibitisha kwamba ni adui aliyeshindwa ambaye bila kujua anafanya kile anachojaribu kukizuia. Na hapa kuna somo kwetu, hakuna jambo adui analotupa ambalo liko nje ya uwezo wa Mungu, usijaribu, si usaliti, si maumivu. Kila kitu kinaweza kukombolewa. Kila kitu kinaweza kutumika kwa sababu kusudi la Mungu halina dosari. Hata mambo ya uchungu tunayopitia maishani hutumika kwa kusudi la Mungu, ingawa wakati huo tunaweza tusione maana yake. Katika majeraha ya kina, katika nyakati ambazo ulijiuliza Mungu yuko wapi, sasa alikuwa pale, akitumia hata maumivu yako kama sehemu ya hadithi kubwa zaidi, hadithi ambayo bado hujaiona kwa ukamilifu. Je, hili limewahi kukupata? Je, umepitia jambo lililoonekana kuwa gumu au lisiloeleweka wakati huo, lakini baadaye ukagundua Mungu alilitumia kwa mema? Tuambie katika maoni hapa chini. Hadithi yako inaweza kuwa mwanga kwa wengine na ushuhuda wako unaweza kuwa faraja anayohitaji mtu mwingine. Kumbuka, adui anaweza kuumiza, lakini Mungu hubadilisha. Hata hivyo, kuna neno moja linalopita katika Biblia yote kuanzia mwanzo hadi mwisho, neno linalomfafanua Mungu zaidi ya hukumu yake, zaidi ya nguvu zake, zaidi hata ya mbingu yenyewe, upendo. Yesu alionyesha hili kwa uzuri kupitia mfano wake mmoja wa kugusa sana, hadithi ya mwana mpotevu. Baba alikuwa na wana wawili. Mmoja wao aliomba urithi wake mapema na akaondoka, akaenda mbali, akatumia vyote kwa fujo, akafikia mwisho wa matumaini. Lakini bado alipoamua kurudi, baba yake hakumkataa. Alikuwa anamsubiri, akimtazama kutoka mbali, mikono yake ikiwa wazi. Huyu ndiye Mungu alivyo. Na hili linaibua swali la kina: je, upendo huu huu ulionyeshwa pia kwa malaika waliokuwa wameanguka? Hatujui kwa uhakika. Biblia haijasema wazi kama wanaweza kutubu, lakini jambo moja tunaona wazi, Mungu hakuwaharibu, na hilo linasema mengi. Kama Mungu angekuwa ni haki ya papo kwa papo, hukumu ingekuwa imekuja mara moja, lakini haikuwa hivyo. Malaika walianguka, walitupwa nje, lakini waliendelea kuishi. Na hilo linaweza kumaanisha jambo moja tu: Mungu alichagua kusubiri. Je, ni huruma? Je, ni uvumilivu? Je, ni upendo? Labda ni vyote kwa pamoja, kwa maana upendo wa Mungu haujawekewa mipaka kwa wale tu wanaomtii. Yesu alisema, pendeni adui zenu ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Akaongeza, kwa maana yeye huichomoza jua lake juu ya waovu na wema na huleta mvua juu ya wenye haki na wasio haki. Mathayo mlango wa tano mstari wa arobaini na nne hadi arobaini na tano. Mungu haondoi mara moja wale wanaomkosea kwa sababu upendo wake haupimwi kwa matendo. Upendo wa Mungu hubadilisha, na wakati mwingine mabadiliko hayo yanahitaji kusubiri. Mpaka sasa tumezungumzia uvumilivu wa Mungu juu ya upendo wake unaosubiri, juu ya haki yake isiyofanya mambo kwa pupa. Lakini hilo halimaanishi kuwa hukumu haitakuja. Mungu si mzembe kuhusu uovu, hapuuzi uasi, hachukui mambo kwa urahisi. Kwa maneno mafupi, Mungu ameweka wakati wa kila jambo, na hukumu ya mwisho tayari imepangwa kwa usahihi wa milele. Biblia iko wazi, kwa maana Mungu hakuachilia malaika waliotenda dhambi bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza walindwe kwa hukumu. Mbili, Petro Mlango wa mbili mstari wa nne. Wamehifadhiwa, si kusahauliwa, si kusamehewa. Mungu hafanyi hukumu bila kwanza kuandaa mahakama, na ile mahakama ya milele tayari imeandaliwa. Hakimu ni Kristo mwenyewe na hukumu yake itakuwa ya mwisho katika Ufunuo mlango wa ishirini, Yohana anatupa picha ya kutisha: kiti kikubwa cheupe cha enzi, vitabu vikifunguliwa, roho zote zikisimama mbele zake, kila mmoja ikihukumiwa kwa matendo yake. Siku hiyo si mfano, ni ahadi, na pia ni onyo. Shetani, malaika zake, na wote waliouchagua giza badala ya nuru watakabiliwa na hukumu. Lakini hapa linakuja jambo linalobadilisha mtazamo mzima: mwisho si adhabu tu, ni urejesho. Mungu hataki tu kuangamiza uovu, anataka kurejesha mpangilio. Anatamani kutakasa kilichochafuliwa, kurekebisha kilichovunjika na kuponya kilichojeruhiwa. Hukumu ya Mungu ni tendo la haki takatifu. Ni wakati ambapo kila kitu kilichofichika kitafunuliwa, kila kilichopinda kitanyooka na kila goti litapigwa. Siku hiyo itakuja na Shetani hataepuka. Adui aliyesababisha mgawanyiko, kifo na uharibifu ataangamizwa hadharani, milele na kwa udhabiti. Baada ya yote tuliona, baada ya kuelewa kwa nini shetani bado anaishi, kwa nini Mungu hakumwangamiza mara moja, na kwa nini kila kitu kinafanya kazi kwa kusudi la juu zaidi, ukweli mmoja lazima ubaki moyoni mwako: ushindi tayari umeandikwa. Hatusubiri kuona kama Mungu atashinda. Mungu tayari ameshinda. Kwenye msalaba Yesu hakushinda tu dhambi, alimshinda adui. Hiyo inamaanisha Shetani tayari ameshashindwa. Anasubiri tu hukumu yake ya mwisho. Dunia inaweza kuonekana yenye giza, uovu unaweza kuonekana wenye nguvu, lakini haya yote ni ya muda. Hakuna kati ya haya yanayoweza kubadilisha matokeo. Kristo anatawala. Kiti chake cha enzi hakitetereki. Ahadi yake haishindwi. Na wewe ukiwa ndani yake unashiriki kikamilifu katika ushindi huo, si kama mtazamaji, bali kama mrithi, kama mtoto wake, kama sehemu ya mwili wa Kristo unaosimama imara wakati adui anaanguka. Kile kilichoanza kwa swali, kwa nini Mungu hamwangamizi Shetani, kimetuongoza kugundua ukweli mkubwa zaidi. Mungu hakumwangamiza adui kwa sababu alikuwa na mpango, mpango unaoonyesha upendo wake, uvumilivu wake, haki yake na mamlaka yake kamili. Na mpango huo haujakamilika bado. Hukumu itakuja. Urejesho utakamilika. Ufalme wa Mungu utaimarishwa milele. Na kila chozi litafutwa. Hakutakuwa tena na kifo, wala kilio, wala maumivu, kwa sababu kile Mungu alichoanza atakikamilisha na atakikamilisha kwa ushindi amina. Mwisho wa yote tuliyojifunza, kuanzia kuanguka kwa Shetani, uvumilivu wa Mungu hadi ushindi wa Kristo, unatufundisha ukweli mmoja wenye nguvu: mpango wa Mungu siku zote umekuwa ni wa upendo, ukombozi na mabadiliko. Uovu hauna neno la mwisho. Haijalishi dunia inaonekana kuwa na giza kiasi gani, nuru daima hushinda, kwa sababu upendo wa Mungu haujawahi kushindwa. Ninaamini Yesu hakuja duniani ili kupigana na na Shetani au pambano kati ya mema na mabaya. Yesu alikuja kuweka mfano kamili wa jinsi ya kushinda dhambi na kuiepuka. Yeye ndiye dhabihu kamilifu, mwanakondoo wa Mungu ambaye aondoa dhambi za ulimwengu. Kupitia yeye hatujasamehewa tu, bali pia tumetiwa nguvu kushinda dhambi, kuishi kwa ushindi na kuonyesha upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Ujumbe huu utakukumbushe kwamba kila changamoto, kila jaribu na kila kusubiri kuna kusudi katika mpango wa Mungu. Endelea kutembea kwa imani, endelea kumwamini Mungu na kumbuka, hii ushindi wa mwisho ni wa wale wanaosimama imara katika Kristo. Ikiwa video hii imekubariki, tafadhali penda video hii, andika maoni kuhusu kile ulichojifunza na jisajili kwa ujumbe zaidi wa kutia moyo. Shalom.